Isaya akiwaambia kwamba Mungu atatengeneza njia na mtaondoka mtarudi kwenu. Mungu atatengeneza njia na mtaondoka mtarudi kwenu, namna gani wanaondoka? Basi baadaye Mungu ataweka mfalme mwingine mwenye nguvu kuliko huyu wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Babiloni, mfalme kama sikosei wa Cyrus, eh, mfalme wa Ajemi kama sikosei, ambaye sasa kwa vile ana nguvu, basi amevamia hii nchi ya Babiloni, basi amewaweka huru Waisraeli wa, wa. Kwa hiyo kwa namna hiyo, Mwenyezi Mungu anamtumia huyu mfalme mpagani kuwarudisha Wayahudi katika nchi yao ya asili kwa mara nyingine tena. Basi ndugu zangu, lengo la kusema haya sio kwamba hili ni darasa la historia, bali tunayasoma maandiko matakatifu na kusudi tujitathmini sisi wenyewe Wakati fulani nikafanya dhambi fulani, nikagundua, nikainuka, Mungu akanitoa katika uchafu huo, nikawa katika hali ya neema, nikawa kama tayari nipo katika nchi ya hadi, lakini vishawishi vinaendelea kuwepo, nikaanguka tena. Wakati ule niliangukia Misri, sasa nimeangukia Babiloni, namlilia Mungu wangu aniondoe tena, aniweke katika hali ya ya neema. Ndio tafakari ya Kwaresma tunayopaswa kufikiria kuitafakari na bila kukata tamaa, kwamba Mungu anatoa neema zake kipindi chote. Mungu hachoki, hakuna muda ambao Mungu anapungukiwa nguvu. Nguvu alizozifanya kule Misri ndizo nguvu hizo hizo atazitumia, hata kama ni kwa ubunifu mpya, kwa namna mpya, lakini ndio nguvu hizo hizo atazitumia e, kuwaondoa katika Babiloni na kuarudisha tena kwenye nchi ya ahadi katika Misri Mungu akanisamehe au nikajipatanisha nika naye, neema hiyo nimeitunza kama niko Babiloni, niendelee kumsihi Mungu anirudishie tena neema. Lakini neema hiyo sio tu kwa ajili ya kuishi vizuri hapa duniani, kwa ajili ya kuishi vizuri na kuwa na uhusiano mwema na Mungu na jirani, bali hatimaye neema hiyo nifike nchi yenyewe ya ahadi, ambapo hamna tena dhambi, hamna tena eh, hitaji bali ni furaha kwa sababu tunafanana na Mungu, tutafanana na Mungu kwa kumwona vile alivyo. Ndugu zangu, somo la injili linatuonyesha tukio la kusikitisha, tukio la kusikitisha la watu, tena viongozi wa dini pamoja na mashabiki wao ambao kwa lugha tungesema ni mafanatiki, ni watu wenye misimamo iliyopitiliza kuhusu imani, wasioelewa namna bora ya kutafsiri sheria za Mungu, sheria ambazo msingi wake ni upendo. Wao wanazitafsiri kwa namna ya kudhalilisha, wanazitafsiri kwa namna ya kumfanyia mwalimu kombozi wetu mtego. Wamemkamata mwanamke katika uzinzi, mwanamke aliyesaliti ndoa yake. Hakuna namna yoyote ambayo tunaweza kusema kwamba huyu mwanamke hakuwa na kosa. Amemsaliti mume wake wa ndoa, lakini hawa watu wanaojidai kutaka kuishika sheria ya Musa, sheria ya Mungu katika ukamilifu wake, kuna mapungufu kadhaa wanayoonyesha katika hiki wanachokifanya. Kwanza, huyu mwanaume aliyekuwa na huyu mwanamke yuko wapi? Mwandishi mmoja anasema uzinzi unahusisha watu wawili. Kama huyo wa pili hayupo, ni sawasawa na mithali ya Kijapani inayosema huwezi kupiga makofi kwa mkono mmoja. Yote miwili inashirikiana. Yuko wapi yule mwingine? Namna yao ya kutafsiri sheria ina mapungufu, kwa sababu katika tamaduni zao wanamwonea zaidi huyu mwanamke kwa sababu ndiye mwenye, kwa maumbile yake, ndiye mwenye kubeba zaidi matokeo ya dhambi hii yanayoifanya kwa kuonekana kwa macho kama ni ujauzito, ndiye atakayeshika, sio yule mwanaume. Kwa hiyo kama ni kudhalilika, ni huyu mwanamke zaidi kuliko huyu mwanamke, lakini mbele ya Mungu sivyo, wote wanahatia ile ile. Pungufu lingine katika wanachokifanya hawa watu wanaompeleka huyu mwanamke kwa Yesu ni lengo lao, pamoja kwa na kwamba wamemdhalilisha mno huyu mwanamke lakini pia lengo lao ni kumjaribu Yesu, huyu ambaye ameonekana kuwavumilia mno wa dhambi. Sasa wanaona huyu kijana kutoka Nazareti anapitiliza tena leo yumo katika uwigo wa hekalu letu. Injili imetuambia Yesu yumo hekaluni, bila shaka ni katika viwanja vya hekalu, yupo sehemu hii takatifu ambayo ni alama ya namna tunavyopaswa kuishika sheria ya Musa. Huyu kijana kutoka Nazareti, huyu rabi kijana kutoka Nazareti, ameanza kuonekana anakula na wadhambi, baadhi yao ni wale wanaoonekana ni wasaliti wa nchi yetu, ameonekana akizungumza na makahaba. Jumapili iliyopita ametoa mfano wa kuonyesha kwamba kijana aliyokuwa analisha nguruwe bado anastahili tena huruma ya baba yake, anavunjavunja sheria za Musa. Sasa tuende tukamtege kwa ili tukio ambalo sisi ni mashahidi, tuone atasemaje, tuone kama atapata tena mwanya wa kusema hata huyu anastahili kusamehewa, tuone jinsi atakavyoivunja sheria ya Musa waziwazi, na mbali na kumhukumu huyu mwanamke, hata na huyu rabi, na yeye ahukumiwe, tupate sababu ya kumshtaki. Ukasahau kwamba Yesu ana akili kuliko wao, lakini sio tu akili, kwa sababu akili bila utakatifu zinaweza zikatupeleka pabaya. Lakini huyu rabi ni mtakatifu kuliko wao sio tu ni mtakatifu, huyu rabi ni Mungu. Na injili imetuambia walipoanza, walipomsomea haya mashtaka, Yesu ambaye alikuwa amekaa chini akifundisha, alinama kaanza kuandika, wakazidi kumsisitizia, toa jibu. Bila shaka hapa, labda walianza kuona sasa tume ameingia kwenye kwenye nini? Kumi na nane zetu ni kumi na eh, ngapi? Sijui eh, mnasema ngapi? Ameingia hapo. Yesu akainama akaandika, baadaye akainua kichwa, akatoa jibu ambalo hakuna aliyetegemea: asiye na dhambi awe wa kwanza kumrushia jiwe. Yesu alikuwa anaandika kitu gani? Mapokeo ya Mtakatifu Jerome, mtaalamu mkubwa wa, wa maandiko matakatifu, ambaye kwa kweli ndiye aliyetupatia Biblia kwa namna ilivyo, baba wa kanisa wa zamani sana, ambaye alitafsiri na pia kusaidia kuvipanga vitabu vizuri. Jerome anasema Yesu alikuwa anaandika dhambi za wale aunajia, kama ni Jerome au Jerome au wa wanafunzi wa Yesu alikuwa na, yani kila mmoja alikuwa akiangalia pale Yesu alipokuwa anaandika, alikuwa anaona madhambi yake. Pia wataalamu wengine wanasema hii ni namna ya watu wa Semitic. Semitic ni uko mashariki ya kati pale unapoulizwa swali la kodi, namna ya ku contain hasira, namna ya kutokulipuka ilikuwa ni kuchora mistari chini Wowiwale, ni kwa hiyo huyo aliyeniprovoke kwa kunipa kuniuliza swali bugudha na kunisababishia na kuvuruga akili yangu, basi ngoja nitulie, ni katika mistari hiyo. Sasa mistari basi walau ilikuwa na ni aina ya, ya kumwonyesha huyo aliyeuliza kwamba wewe, hicho ulichoniambia kina kina niuji hakina maana, ni swali la kipuuzi la kiumbavu lakini tafsiri nyingine ambayo kwangu ni nzuri zaidi, Kristo aliandika chini kwa kidole chake kuonyesha kwamba yeye ni divine legislator, ni mtunz, mtunga sheria wa Kimungu, kama vile Mungu aliandika sheria katika mawe kwa kidole chake tunasoma hii katika kitabu cha Kutoka sura 36 kama sikosei, kama Mungu alivyoandika sheria yake kwa kidole, kisha akamkabidhi Musa. Sasa Yesu kwa kidole chake anaandika sheria ya upendo, na sheria hii inawasuta wale wanaoitazama. Wanaanza kuondoka kuanzia aliye mzee mpaka aliye mdogo. Yani kama ni hapa kanisani Sio kwamba angeanza kuondoka ambaye ni mzee zaidi kuliko sisi wote, ningeanza kuondoka mimi kwa sababu mimi ndio kiongozi wenu. Alianza kuondoka kuanzia yule msoma mashtaka, yule ambaye alikuwa anaona kwamba huyu aliyekuwa wa kwanza kutaka kumtega kwa hilo shtaka, mpaka wafuasi wa Yesu waliondoka. Sababu tukumbuke hawakumkuta Yesu tu ana duaa kulishangaa hekalu peke yake, walimkuta mwalimu akiwa anafundisha walioondoka ni wote kuanzia waliompeleka walioleta walio mashtaka mpaka mfuasi kabaki Yesu na mwanamke peke yake. Hii inatuambia nini? Fundisho kubwa tunalolipata hapa, pamoja na kwamba hakuna namna yoyote tunayoweza kuadhalisha dhambi ya uzinzi na dhambi nyingine zozote zo, lakini kabla ya kuthubutu kuhukumu lazima nijitazame mimi, lazima niangalie moyo wangu kabla ya kutoa hukumu ya kimaadili. Lazima mimi mwenyewe nijiangalie kimaadili nikoje. Hao waliomleta Yesu, hata kama hawakuwa wameanguka kwenye dhambi ya kuzini, dhamiri ziliwasuta, walijua na wenyewe wana mambo mengi ambayo hata wenyewe wange wangekuwa wamepaswa pia na wenyewe kupigwa mawe kama kila mtu akipigwa mawe, nani atabaki huko duniani? Na kwa nini kuitafsiri hiyo sheria ya Musa kwa ili kosa tu, na hayo mengine mna mna mna mna yamezea? Ndicho Yesu alichokuwa anawaambia. Lakini funzo kubwa ambalo nataka tuondoke nalo, au tuseme kanisa linataka tuondoke nalo dominika ya leo ni uthubutu wangu wa kujitazama kabla ya kumnyoshia mwingine kidole, ni kama injili nyingine Yesu anayosema, niondoe kwanza boriti katika jicho langu kabla ya kuondoa kibanzi katika jicho la mwenzangu. Toa hukumu, ndugu zangu, toa hukumu dhidi ya wengine wakati mimi ninabeba kama hayo au mengine mabaya kuliko hayo. Sije tukawa kama yule kiongozi mmoja wa ibada. Lakini jambo la kweli lilitokea, okay. Simu ya mmoja wapo waliokuwepo katika ibada iliita, basi yule ambaye simu iliita basi aligombezwa kupita kiasi. Akatoa maneno makali, simu akadhalilika mbele ya mkutano wa sala. Dakika sufuri baadaye, simu ya yule kiongozi ikapiga kelele kuliko, akabaki tu ameduaa, kabla ya kumgombeza huyo, kwa nini kuzima simu yake, kuangalia kwa nini yako yake imezimwa. Somo hili ndugu zangu, narudia Litufundishe kuzichunguza dhamiri zetu, halihalalishe dhambi yoyote, na wala Kristo hakatai kwamba tusikosoane, tusisahishane. Sehemu nyingine Yesu anafundisha namna nzuri ya kurekebishana: mwonye ndugu yako akikosea, asipokusikiliza aliambie kanisa, asipokusikiliza basi ndio chukua hatua hiyo. Sio kwamba Kristo ana, ana, ana, ana halalisha makosa, anahalalisha kwa hiyo mwisho amebaki Yesu na mwanamke katikati, na Yesu anamuuliza, hakuna aliyekuhukumu? Anamwambia, hakuna. Anamwambia, basi nenda, lakini usitende dhambi tena. Kwa hiyo Yesu naye anamwambia, anamwonya, pamoja na kwamba amemweka huru anamwonya. Singeweza tena kuanza kumshambulia, sababu tayari ameshapata aibu ya kudhalilika, kudhalilishwa namna hiyo kama alikuwa na watoto, kama alikuwa na ndugu, kama alikuwa ni tukio ambalo limemdhalilisha, alikuwa na eh, staha. Kwa hiyo Yesu anatoa tafsiri nzuri ya namna ya kuchukulia sheria, tafsiri ambayo wangepaswa kuifahamu. Ingaji kweli Kristo anakuja kwa ukamilifu, lakini hata wao kama wangekuwa wanaongozwa na upendo, walipaswa kuwa tayari wanaifahamu, kwa sababu kuna wengine hata katika Agano la Kale ambao wangetafsiri sheria hizi kwa namna ambayo ni sahihi. Siku moja Yosefu atakapomwona Maria ni mjamzito hata, hata tumia hii sheria ya kipuzi au kuitafsiri kwa namna ya kijinga namna hii. Yosefu anajua sheria ni kwa ajili ya upendo, msingi wake ni upendo, na mimi ninampenda Maria. Amefanya hivyo basi, sitahusika katika kuwa shahidi wa kumaliza, nitamwacha kwa siri ndicho ambacho hata Wayahudi wange wangepaswa kutafuta staha nyingine ya kumsaidia huyu, huyu mwanamke. Lengo la sheria sio kumwangamiza mkosaji, walau sheria za kimungu na hata za nchi zinapaswa kuwa hivyo. Lengo la sheria linapaswa kumrekebisha mkosaji, sio kuangamiza. Restoration, kumrudishia hadhi nimechafua kwa kosa hili nilofanya, nisaidieni hadhi yangu utu wangu urudi, sio mniangamize. Mwana wa mtu hakuja kuangamiza bali kuokoa, kama wale watoto wa Zebedayo walipomwambia tu moto uje uchome kijiji, kwa sababu amekataa kusikiliza, kaambia mji mnalo liomba, sheria haiko hivyo. Mwimbaji mmoja ka kaimba akasema, before you judge me try hard to love me, kabla hujanihukumu, jitahidi tafadhali unipende. Usitumie sheria kwa chuki. Kabla hujanihukumu, nisaidi, jitahidi tu unipende kwanza, na ukishampenda mtu utamwangamiza? Utamsaidia. Na lengo la sheria zote, wala sheria za kanisa, kama tulivyofundishwa, na tuseme hata hizi za Mungu ni kwa ajili ya wokovu wa roho zetu, sio kwa ajili ya kutuadhibu, sio kwa ajili ya kutuweka pembezoni, ni kwa ajili ya wokovu wa roho zetu. Salus animarum, wokovu wa roho yangu, ndio ndicho jicho la sheria, ziwe za kanisa, ziwe za dini, ziwe za nini, ni wokovu wa roho yangu, sio kuniangamiza kama sehemu nyingine tunavyosema. Bwana apendi mtu yoyote apotee, bali aongoke, atubu dhambi zake, amfuate. Kwa hiyo ndugu zangu, basi dominika leo tujifunze hivyo, tujifunze kupekua dhamiri zetu. Bado tuna wiki mbili katika kwaresma hii, tunaelekea ukingoni. Kama bado tulikuwa hatujajipata sawasawa, tuendelee kujipekua, tuendelee kujipekua vizuri, na tujiandae pia kwa kuungama kuungama hayo yote, na kuondoka Misri, kuondoka Babiloni, na kumrudia Mungu nikiwa na dhamiri safi, na kwa namna hiyo nitaweza kuwaelekeza wengine.